Ikulo. Kwa mujibu wa hotuba ya Mheshimiwa Rais leo Ikulu alipokuwa akizindua tume ya uchunguzi, amesema mambo yafuatayo. Kwanza, amesema tume hii ikachunguze madai ya msingi ya vijana, especially walioandamana. Vijana wanadai haki hipi? Je, nafasi ya serikali kwenye hayo ambayo vijana wanayadai ni ipi? Na je, kipi inabidi kifanyike ili kukidhi hayo mahitaji ya vijana? Akasema pia kwamba kuna madai ya vijana kulipwa ili kuchochea ile hali. Sasa ameiagiza tume iende kachunguze fedha hizo zilitoka wapi na ni nani, nani aliyezitoa hizo fedha, ziliwezaje kufika mikononi mwa vijana na tunaweza kujiandaa vipi kuzuia hali kama hiyo au mazingira hayo kujirudia tena. asema pia tume hii inapaswa ikafanya identification au utambuzi wa wadau ambao, kama inafaa, wanaweza kuketi nao ili tuweze kuijenga Tanzania mpya na bora kama kuna mawazo walionayo hapa wadau yaletwe, ili yaweze kufanywa kazi kwa ajili ya kuitengeneza Tanzania tunayoitaka. Na kwa kuhitimisha, akaiagiza tume ikishafanya uchunguzi wote huo, itoe maelekezo ya ziada au kama mwongozo utakaosaidia kwenye uratibu wa kamati za maridhiano zitakazoandaliwa, lakini pia zitoe mwongozo wa yale maoni yatakayokusanywa ambayo pia yanaweza kusaidia kwenye mchakato wa katiba mpya ambao aliahidi yeye kwenye kipindi cha kampeni zake. Ikumbukwe kwamba Samia Suluhu Hassan aliahidi mchakato wa katiba mpya kuanza pale atakapokuwa rais, lakini pia aliahidi kuunda kamati za maridhiano ya kisiasa. Sasa jambo ambalo ni la ajabu, haya yote nadhani ndiyo ambayo yalikuwa baadhi ya malalamiko ya waandamanaji. Lakini, ajabu, wanaharakati wa mtandaoni pia hawajafurahishwa na hili. Wanaharakati wa mtandaoni tayari wameanza kuishambulia tume tayari wameanza kumshambulia rais kwamba kwa nini unaielekeza tume cha kufanya. Tayari wameanza kuinyima tume uhuru wake, yani kwamba sasa tume ikaogope kufanya uchunguzi. Ndugu zangu, tujiulize, wao walianza kutunyoshea vidole, baadhi ya watu kutuambia, wale mafisadi wale wana hela zenu za kodi, na watu bila kupeleleza bila kuchunguza bila kujiridhisha, wakachukua hatua ya kwenda kuchoma vitu vya watu wakachukua hatua ya kwenda kudhuru watu, wakachukua hatua ya kwenda kuharibu miundombinu inayosaidia watu. Lengo ni kuwakomoa Watanzania, ikiwemo hata kuwakata vidole wale waliotoka kupiga kura. Sasa wanaogopaje uchunguzi, ili hali kwenye hii hotuba ya leo, mimi sijasikia popote pale ambapo Rais Samia amemnyoshea kidole mtu yoyote? Hatujasikia jina la mtu yoyote likitajwa. Wanaogopaje uchunguzi? maneno yao ambayo hayakuwa na uchunguzi wala taarifa kamili ndiyo yaliyotufikisha hapa.